Nikija kwenye afya kwenye afya tumepuutumepunguza, tumepunguza, tumepunguza, mm, tozo kuhusu vileo ili kuleta ushindani kuna kitu kinaitwa energy. Energy ni shida, energy ni tatizo, energy inauzwa madukani na, na wanaokunywa ni watoto wadogo. Wanakunywa energy kwa malengo yapi? Kama wanaweza sasa hivi umri wa miaka kumi na tatu kubusti ile nguvu I... wakifika umri wa miaka 28 watakuwa katika hali gani? Energy jamani, energy zinaharibu hawa watoto. Tutengeneze kitu mbadala, tuweke mikakati ya kupunguza haya ma energy. Ni hatari, watoto wanaangamia. Tunategemea vijana ndio, vijana ndio wanaotutegemea sisi baada ya kuondoka. Vinginevyo ni hatari. kingine mimi kwangu kule tunalima ufuta barabara. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, nakuomba, we ndio waziri wa fedha. Kule ufuta wamelima, lakini hauwezi kutoka, kutoka, kutoka hapa, kutoka Mipingo analimia Mipingo kuja hapa kwenye magara kwenye, kuja hapa kwenye gara, hauwezi kufika pale mkwa juni. Naomba unisaidie pesa ili wa vituo vya kuuzia Mheshimiwa, tafadhali na kuomba